Aliyekuwa waziri wa usalama Joseph ole Lenku ametangaza nia ya kuwania kiti cha ugavana wa kaunti ya Kajiado. Wengi wamekuwa wakiuliza alikokwenda waziri Lenku baada ya kutumikia serikali ya Jubilee kwa zaidi ya mwaka mmoja hivi. Aidha, msimamo wake umeleta msisimko wa siasa katika kaunti ya Kajiado. Mwanahabari wetu Nick Wambua anaarifu. Nia yake ya kupeperusha bendera ya kiti cha ugavana katika kaunti ya Kajiado ni wazi, chama cha Jubilee kikiwa kimemfungulia ya milango. Aliyekuwa waziri wa usalama Joseph ole Lenku kumenyana na viongozi wengine katika eneo hili linaloaminika kuwa ngome ya koda, na kujawa na matumaini tele kuwa bila shaka wataibwa ushindi kwa mambi haya yaliyofanikishwa na viongozi wa dini katika kaunti ya Kajiado, Lenku anaamini kuwa kwa mara nyingine jina lake litaangaziwa kitaifa akiwa gavana wa pili katika kaunti ya Kajiado chini ya katiba mpya. Tutatoa kitu ambaye haijaonekana tena, na kwa ninyi wote kukaa hapa ni kuonyesha ya kwamba kama viongozi tunapendana, tunaheshimiana, tuko kwa safari moja na tutashikana mkono Shukuru Mheshimiwa Lenku wa kutuita, kwa kutuita kwake ametangaza kwamba anataka hiyo kiti. Tutamwombea Mwenyezi Mungu. Umaarufu wake ulinoga pale alipoteuliwa kuwa waziri wa usalama, sifa zake zikiibuka baada ya uvamizi wa jumba la Westgate. Lenku alipitia wakati mgumu katika wizara yake kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Aidha, baadhi ya wakazi wa Kajiado wanahisi kuwa huu kwake ulikuwa mtihani. Wanaamini kuwa sasa ana uwezo wa kutekeleza majukumu yake. Tuseme hakuwa na bahati, lakini si kwamba kuwa anajua kazi eh. Kwa hivyo tunaye imani naye, lakini eh, what will determine who becomes the governor is from which region he will elect the deputy governor. Hatuna imani naye. Kwa hivyo katika hii kutafuta kiti cha ugavana, tunaomba atulie tu kidogo, ili hakupeleka sisi vizuri wakati alikuwa amepewa kazi ya security, kwa sababu sasa sijui atakuja kutupeleka sisi wapi kwa sababu wakati hiyo tulumia sisi sana. Inadaiwa kuwa wasiwasi wasi mwingi umewaingia baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo kutoka upinzani wakihofia uchaguzi ujao, na hivyo kuwalazimisha kuanza miradi hapa na pale, angalau angalao kusita. Aidha, amewataka wanasiasa kutulia, kwani mwaka 2017 umbali kata, kama hapa kuna wengine wanataka kiti cha gavana mkuje Takuwa wengi alafu, lakini sisi wote si watu, watu wa Kajiado. Yeah. Hey, kwani kuna shida gani? Gurudumu la Lenku sasa limeshika kasi, nao wananchi wametulia kuona iwapo kweli atapata nafasi ya kuongoza kaunti ya Kajiado. Sawa na wanasiasa wengine, tayari ameanza ziara ya kuzuru maeneo katika kaunti hiyo kutan